tunazochukua kila siku. Hii ni kauli ambayo inahusisha utekelezaji wa vitendo katika mchakato wa maendeleo. Ni dhana inayohamasisha viongozi hususan viongozi wa serikali kuchukua hatua madhubuti na kuhakikisha kuwa kila ahadi inayotolewa inafanyiwa kazi na kuleta mabadiliko kwa wananchi. Mheshimiwa Rais, katika muktadha wa uongozi wako, kauli hii inapata maana kubwa na inahusiana moja kwa moja na jinsi ambavyo umeonyesha kujitolea na kuchukua hatua katika kuleta maendeleo kwa Watanzania, hasa Watanzania wanaopatikana vijijini, mijini, kwenye kata, kwenye halmashauri zetu kule nchini, zinazosimamiwa na watendaji hawa wanaofanya kazi nzuri sana katika maeneo yao. Mheshimiwa Rais, wewe ni kiongozi ambayo umekuwa na mtindo wa uongozi unaozingatia utekelezaji wa vitendo badala ya kutoa ahadi zisizo na dhamana. Wewe umeendelea kuonyesha kuwa maendeleo yanatokana na hatua zinazochukuliwa kwa kila siku katika kuboresha hali ya wananchi na kukuza uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Rais, serikali yako imeonyesha kuwa maendeleo yanaanzia chini kwenda juu kwa kuimarisha serikali za mitaa tumewezesha wananchi kushiriki moja kwa moja katika mchakato wa maendeleo. Mheshimiwa Rais, kama alivyosema rais wa zamani wa Marekani John F. Kennedy, maendeleo ni safari, si tukio la mara moja. Leo hii tunapozungumzia serikali za mitaa, tunazungumzia moyo wa maendeleo ya wananchi. Serikali yako Mheshimiwa Rais imeonyesha kwamba mabadiliko ya kweli huwazia ngazi ya chini ambako ndiko maisha ya wananchi yanapoguswa moja kwa moja. Mheshimiwa Rais, matokeo yake ni dhahiri. Moja, elimu kwa kila mtoto. Mtoto wa masikini sasa ana ndoto na njia ya kuifikia kupitia ujenzi wa madarasa na elimu, elimu bure. Ulipoamua kuubeba mzigo wa elimu ukaamua kutoa ada kwa ajili ya watoto wa Kitanzania wanaopatikana vijijini na mijini. Mheshimiwa Rais, sasa ndoto za kila mtoto wa Kitanzania zinaamini kwamba kila Mtanzania ana nafasi ya kujenga maisha bora. Mbili, afya ni uhai. Mheshimiwa Rais, hospitali karibu na wananchi ni maisha salama kwa wote. Ujenzi wa hospitali na vituo vya afya ule umeleta huduma za afya karibu na wananchi kuokoa maisha na kupunguza vifo vya akinamama na watoto. Tatu, miundombinu inajenga uchumi. Barabara si changarawe, ni daraja la maendeleo. Uboreshaji wa barabara kupitia TARURA umeunganisha vijijini na masoko, kumechochea biashara na kuinua uchumi wa wakulima. Nne, uchumi wa wananchi ni nguvu ya taifa. Halmashauri imara, uchumi imara. Kupitia mfumo bora wa mapato ya ndani na usimamizi wa fedha za umma, halmashauri zetu sasa zinaweza kutekeleza miradi ya maendeleo kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Rais, tunatambua kuwa maendeleo hayaletwi na serikali kuu peke yake. Serikali za mitaa ndiyo zenye mguso wa moja kwa moja kwa wananchi wa kawaida kabisa kule vijijini, na Alat imekuwa kiunganishi muhimu katika kuhakikisha kuwa mabadiliko tunayoyapigania yanafika moja kwa moja kwa wananchi. Kama alivyowahi kusema Nelson Mandela, aliwahi kusema kwamba hakuna maendeleo ya kweli bila ushirikishwaji wa jamii. Alat imeendelea kuwa sauti ya wananchi, kuhakikisha kuwa changamoto zinatatuliwa kwa haraka na kwa ufanisi. Mheshimiwa Rais, pia tunakumbushwa na Mahatma Gandhi kuwa uongozi si nafasi, bali ni jukumu la kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Alat imekuwa nguzo muhimu katika kutengeneza mazingira ya utawala bora, usimamizi wa rasilimali na utekelezaji wa sera zinazogusa maisha ya wananchi na mwananchi mmoja mmoja. Tumeshuhudia jinsi serikali za mitaa zilivyobadili, zilivyobadilika kutoka kuwa serikali, sehemu ya serikali ya utekelezaji tu na kuwa ni sehemu ya serikali za wabunifu wa maendeleo kwa wananchi. Mheshimiwa Rais. Tunapoendelea na safari hii ya mabadiliko, tunakumbuka maneno ya Peter Drucker aliyesema, njia bora ya kutabiri mustakabali ni kuubuni. Ndoto yetu ni Tanzania yenye halmashauri zinazojitegemea kifedha, zinazowajibika kwa wananchi na zinazoboresha maisha ya kila mmoja. Kama alivyosema Adam Smith, uchumi wa nchi hujengwa na uthabiti wa mifumo ya usimamizi. Kwa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ndani halmashauri sasa zinaweza kutekeleza miradi kwa kasi na kwa uwazi zaidi. Mheshimiwa Rais, kupitia maono yako tumeshuhudia ongezeko la rasilimali kwa halmashauri, uwajibikaji kwa viongozi wa serikali za mitaa na uboreshaji wa mifumo ya utendaji. Matokeo yake ni dhahiri, miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa kasi. Wananchi, wana, wana, wanahusika moja kwa moja na Tanzania inaendelea kusonga mbele kwa uthabiti. Mheshimiwa Rais, maendeleo kwa kasi, matokeo kwa vitendo. Tunajenga nchi kwa vitendo, si kwa maneno. Serikali za mitaa ni moyo wa maendeleo. Barabara, shule, hospitali, haya ndiyo maisha bora tunayoyajenga. Maendeleo si ahadi, ni hatua tunazochukua kila siku. Mheshimiwa Rais, alisema rais wa zamani wa Marekani nimekusha msema, usiulize nchi yako inaweza kukufanyia nini, bali jiulize unaweza kuifanyia nini nchi yako. Sisi viongozi wa serikali za mitaa tunachukua dhamana hii kwa dhati, kwa kuhakikishia kuwa maendeleo yetu hayasimami. Na kama alivyo sema Winston Churchill, ufanisi si mwisho, kushindwa sio maangamizi, ni ujasiri wa kuendelea ndicho muhimu. Sisi viongozi wa serikali za mitaa tunajivunia kuwa sehemu ya safari hii ya maendeleo. Na tumejipanga kuhakikisha kuwa mabadiliko haya yanaendelea kuwanufaisha wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kabla sijahitimisha na kukukaribisha, yako mambo mawili ninaomba nialete ni, ni kwako. Jambo la kwanza. Mheshimiwa Rais, halmashauri zetu zimeendelea kufanya kazi kubwa katika eneo la ukusanyaji wa mapato, lakini tunatambua kwamba pamoja na kazi nzuri ambayo inafanywa na, na wakurugenzi wa halmashauri na watendaji mbalimbali, bado tumekuwa na changamoto kwenye baadhi ya maeneo. Hivi karibuni, Mheshimiwa Rais, tulibaini uwepo wa kikundi cha watu kule Meatu ambao wamekuwa wakifanya, wakitengeneza risiti na kugushi na kusababisha hasara kwa halmashauri. Nimewaelekeza watendaji katika eneo hili kuhakikisha kwamba wale wote wanaohusika waweze kuchukuliwa hatua mara moja. Lakini pia tulipokea taarifa kule Mbeya kutoka kwa mkurugenzi wa jiji la Mbeya ndugu John aliwahi kutueleza kwamba vibanda vilivyopo katika maeneo ya halmashauri baadhi yao waliwahi kuvikamata kuhusika na moja kwa moja na kugushi risiti. Hali hii imepelekea upotevu wa mapato katika maeneo yetu. Niwaelekeze wenye viti e, wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama, wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa kuhakikisha kwamba wanachukua hatua mara moja, kufanya ufuatiliaji wa karibu, ili tuendelee kumsaidia Mheshimiwa Rais katika eneo hili la makusanyo, na sisi inawezekana tukafanya vizuri zaidi tukiendelea kudhibiti, pamoja na kwamba kazi nzuri inafanyika katika maeneo yetu. Lakini tatu, pili, Mheshimiwa Rais, tunao wakurugenzi wa halmashauri na majiji wanafanya kazi kubwa na wanafanya kazi nzuri sana katika maeneo yao, Mheshimiwa Rais, lakini tunatambua, mara ya mwisho walipokutana nao walikuwa na changamoto kadhaa, na moja ya changamoto ni pamoja na wakurugenzi wa halmashauri na majiji katika maeneo yao mishahara yao kufanana na watendaji wakuu wa idara katika maeneo yao. Mheshimiwa Rais, hili nilileta kwako na uliniambia kwamba, ulinielekeza kwamba utakwenda kulifanyia kazi. Nimeona nilikumbushe mbele yao wakisikia hapa hapa, Mheshimiwa Rais. Jambo la tatu kabla sijakukaribisha Mheshimiwa Rais eh, kuweza kutu, kutupa maelekezo, naomba uridhie kupokea tuzo iliyotolewa na watu wa Alat ambao wameileta kwako kwa kazi kubwa ambayo umeifanya kwa taifa hili, kuwagusa kina mama, kuwagusa watoto, kuwagusa vijana wa taifa hili katika kila kona ya taifa letu, kwa kazi nzuri ambayo umeendelea kuifanya katika sekta mbalimbali mbali. Mheshimiwa Rais, naomba uridhie pia kupokea tuzo, tuzo hii ambayo imeandaliwa na watu wa Alat. Baada ya maelezo haya Mheshimiwa Rais, naomba nikukaribishe ili